Awali ya wote napenda nimshukuru mwenyezi Mungu kwa kutusafirisha kutoka Njombe mpaka hapa nchini Zambia. Leo hii tumeandika historia kama halmashauri ya mji Njombe kuja kucheza nje ya nchi, nikimaanisha nchini Zambia. Kwanza napenda nimshukuru pia mkurugenzi wetu wa halmashauri ya mji Njombe Bikusumu Sadiki kwa kuturuhusu na kutuwezesha na kuiwezesha safari nzima ya watumishi wa halmashauri wa mji Njombe kuja nchini Zambia kuja kucheza mechi ya kirafiki na ndugu zetu wa Tunduma TC. Ya safari yetu ni ya kimichezo, tumekuwa tuna mchezo, tulikuwa na michezo mitatu. Mchezo wa kwanza umeshamalizika, mchezo wa netball ambao tumechezea nchini Tanzania, lakini tulikuwa na mchezo wa volleyball ambao tumecheza pia Tanzania, lakini tumekuja kucheza soka hapa Zambia kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo ninamshukuru Mwenyezi Mungu, wa watumishi wameandika historia mpya ya kucheza nje ya Tanzania. Kwao hii ni historia, kwetu kwani ni exposure. Tumeweza kujifunza, tumeweza kubadilishana mawazo pia na tuna tumeangalia na tamaduni mbalimbali za wenzetu hususan wa Zambia na namna gani wanavyoishi na, na hivyo tumeweza kujifunza. Kwa hiyo na nafikiri tukishatoka hapa kurudi kwetu Tanzania, tunaenda kuwa na tuna hali mpya ya ufanyaji kazi. Kwa hiyo ninamshukuru sana mkurugenzi wetu wa halmashauri ya mji Njombe kuweza kuturuhusu na kutuwezesha hii safari nzima kutoka Tanzania hadi hapa Zambia. Ninafuraha sana hata wachezaji wanafuraha sana nchini Zambia.